Vodacom, kazi ni kwako. Mkutano wa tatu, kikao cha kumi na mbili umeendelea tena leo Dodoma, Mei 4 2016. Katika kipindi cha maswali na majibu mbunge wa viti maalum Mgeni Jadi Kadika aliuliza swali katika wizara ya afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto ya kwamba ugonjwa wa mayoma ni moja kati ya matatizo makubwa yanayoathiri ya na ya kina mama na kuzuia uzazi na kusababisha kansa ya kizazi pamoja na kupoteza maisha. Sasa je ni kwa kiasi gani serikali imefanikiwa katika kuwasaidia akina mama wanaoteseka na matatizo hayo? Naibu Waziri Hamisi Kigwangalla anatolea majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mgeni Jadi Kadika, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, Mayoma au kwa jina la kitaalamu, unajulikana kama uterine, uterine fibroid au leo mayoma, ama kwa Kilatini mayomata uteri, ni uvimbe unaoota kwenye misuli ya tumbo la uzazi wa mwanamke, na chanzo halisi cha ugonjwa huu hakijulikani, ila kila mayoma huanza kwa ukuaji hovyo wa seli moja ambayo hutoa protini kwa wingi. Tafiti pia zimeonyesha kwamba ugonjwa wa mayoma ama fibroid hutokana na mabadiliko ya vinasaba kwenye seli za mayoma ambazo hubadilisha ukuaji wa seli hizo. Aidha, mazingira pia huchangia ukuaji wa mayoma. Habari njema ni kuwa Mayoma ni uvimbe ambao sio saratani, na ninarudia. Mayoma ni uvimbe ambao sio saratani, na hauna tabia ya kubadilika kuwa saratani. Mayoma ikiwa kubwa sana huweza kuonyesha dalili kama vile kuvimba tumbo, kuvuja damu kwa wingi, na maumivu makali ya tumbo chini ya kitovu. Uvujaji wa damu kwa wingi huweza kupelekea mama kupoteza maisha. Mheshimiwa Naibu Spika, akina mama wengi hugundulika na mayoma kabla ya kushika ujauzito, wakati wakiwa wajawazito, au wakati wa kujifungua. Serikali kupitia kitengo cha afya ya mama na mtoto, Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, huwahamasisha akina mama kupima afya zao kabla ya kushika ujauzito wakati wa ujauzito na hata baada ya kujifungua. Akina mama wanaogundulika na matatizo haya hufanyiwa upasuaji aidha wa kutoa uvimbe au kutoa kizazi. Kama uvimbe huo umekuwa mkubwa na unaambatana na matatizo mengine kama ya kuvuja sa sana damu, wataalamu huamua kuondoa uvimbe peke yake au kuondoa uvimbe na kizazi. Japokuwa siku hizi kuna dawa ambazo daktari anaweza kumpatia mama kabla ya uvimbe kuwa mkubwa na dawa hiyo kusaidia kupunguza uvimbe. Aidha, kama uvimbe umekaa sehemu ambayo haufai kutolewa wenyewe na mama amekwisha maliza kuzaa, basi hushauriwa kutoa mfuko wote wa kizazi. Mheshimiwa Kadika, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba sasa kuuliza maswala mawili ya nyongeza. Kwa kuwa daktari amehakikisha kuwa ugonjwa huu haujulikani chanzo chake. Je, iko tayari kutenga fedha ili, ili uchunguzi uendelee? La pili. Kwa kuwa wanawake wengi hasa kina mama hawajui jinsi ya ugonjwa huu Je, yeah. Serikali ina mpango gani sasa wa kutoa ma, mafunzo au elimu hasa vijijini ili kujua dalili za ugonjwa huu pale unapojitokeza? Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, kwamba serikali kutenga fedha Uh, tayari serikali inatenga fedha kwa ajili ya kutoa huduma za afya nchini kwa magonjwa yote, sio tu ugonjwa huu wa mayomata uteri. Na ugonjwa huu sio ugonjwa hatarishi kiasi cha kusema utengewe program maalum na uwekewe bajeti maalum, kwa sababu kuna vipaumbele vingine vya magonjwa mengine hatari zaidi kuliko huu. Lakini la pili, kutoa elimu kwa akinamama hususan wa vijijini Hili ni jambo ambalo serikali ya awamu ya tano itakuwa ikilitekeleza kwa kasi zaidi kuliko serikali zilizopita kutokana na uwepo wa mpango maalum wa kuajiri wahudumu wa afya vijijini, yani community health workers, ambao watakuwa wakitoa wa elimu kwenye kaya na kwenye jamii kila siku zamani walikuwepo wahudumu hawa, lakini walikuwa wakitoa huduma hiyo kwa kujitolea, yaani voluntary, lakini sasa serikali ya awami ya tano imeanzisha mpango wa kuwaajiri kabisa, na tunawafundisha kwa wingi sana katika kipindi hiki. Mheshimiwa Magdalena Sakaya. Asante Mheshimiwa naibu spika, naomba nize swali dogo moja kwa Mheshimiwa wa naibu waziri. Mheshimiwa naibu spika Mheshimiwa naibu waziri anasema kwamba ugonjwa huu sio hatari, lakini tunalo tatizo kubwa sana la uzazi hapa Tanzania kwa sasa hivi. Ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu kina mama hawapati mimba, na inasemekana kwamba hiki ni chanzo mojawapo cha kuzuia kina mama kupata mimba. Je, pamoja na kuwa anasema kwamba sio ugonjwa hatari, lakini haoni kwamba tatizo la familia kupata watoto ni tatizo kubwa hapa nchini? Mheshimiwa naibu waziri wa afya Mheshimiwa naibu spika, nakushukuru na nashukuru na swali la Mheshimiwa Magdalena Hamisi Sakaya mbunge wa Kaliua, na nitalijibu kama ifuatavyo kwamba kwanza tunaposema ugonjwa fulani ni hatari, tunaangalia ni kundi kubwa kiasi gani linapata ugonjwa huo. Hatusemi tu ni hatari kwa sababu ameupata mmoja na ameathirika na, na hizi ni taratibu za kitaalamu za, ki, za kiepidemiolojia na labda niseme tu Mheshimiwa naibu spika, hili ndio eneo nililobobea kitaaluma epidemiology na public health. Sasa nasema hivi kwa ugonjwa huu wa uterine fibroid, kiwango cha akinamama wanaoathirika na ugonjwa huu hakifiki asilimia ishirini. Hakifiki asilimia ishirini ya akinamama wote, na kwa maana hiyo hatuwezi kuweka programu maalum ya ugonjwa huu wakati tuna vipaumbele vingine vya magonjwa yanayowasibu akinamama wa kila siku. Lakini tatizo la akinamama kupata shida ya kujifungua ni kweli, na uhusiana na ugonjwa wa fibroid, lakini sababu sio ugonjwa wa fibroid. Actually, mheshimiwa naibu spika, akinamama wanapochelewa kujifungua, wanapochelewa kushika mimba ndio wanaingia kwenye hatari zaidi ya kupata ugonjwa wa fibroid, kwa sababu ugonjwa wa fibroid unawapata akinamama wakiwa wanakaribia kipindi cha menopause, yani kati ya miaka 35 na na kuendelea, na sio chini ya hapo, na inatarajiwa kibaiolojia akinamama wengi zaidi wawe wameshika mimba katika kipindi hicho. Jamani, naona mheshimiwa waziri aliamua kutoa mafundisho hapa, tuendelee. Mheshimiwa Munira Mustafa Hatibu uh, mbunge wa viti maalum. Asante Mheshimiwa naibu Speaker na. Mimi no? ni mwanasheria Waheshimiwa wabunge, naomba tusikilizane. Waheshimiwa wabunge, naomba tusikilizane. Waheshimiwa wabunge, naomba tusikilizane. Mheshimiwa Waziri, unataka kutoa maelezo ya ziada? Waheshimiwa wabunge, naomba tumsikilize, waziri anataka kuongezea maelezo. Mheshimiwa Mheshimiwa naibu spika, nimesimama pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa naibu waziri Nili... no Mheshimiwa, nimesimama kusema kwamba Dokta amejibu sio tu kama ni naibu waziri, la amejibu kama mtaalam daktari, kwa hiyo amejibu, anajua anachokisema lakini Mheshimiwa spika, naibu spika niahidi kitu kimoja, tutafanya semina kwa wabunge ili kueleza suala hili na tuwape takwimu halisi, ugonjwa huu unaathiri wanawake kiasi gani, na tunayo maelezo hapa, tunayo maelezo. Mheshimiwa naibu spika, nilitaka kuweka vizuri. Waheshimiwa wabunge, naomba tusikilizane. Nadhani Mheshimiwa waziri ameahidi semina na sisi kama bunge tuta, tutafanya huo utaratibu mtajulishwa lakini naomba utulivu ili tuendelee na maswali mengine.